Wamiliki wa vyombo vya usafirishaji, viongozi wa vyama vya wafanyakazi pamoja na madereva wameshauriwa kufuata maadili ya kazi na kuzingatia makubaliano ya vikao vya kamati ya kudumu iliyoundwa kwa ajili ya kutatua kero za usafirishaji kwa njia ya barabara. Kauli hiyo imetolewa na Katibu Mkuu Wizara ya Kazi ya Ajira, Vijana na Walemavu Eric Shitindi wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maazimio ya kamati iliyoundwa na Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda kufuatilia na kutafuta utatuzi wa kero zinazoikabili sekta ya usafirishaji kwa njia ya barabara. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Harieti Shija. Sekta ya usafirishaji ni miongoni mwa sekta zenye changamoto mbalimbali nchini, ikiwemo swala la maslahi kwa madereva na wamiliki wa vyombo vya usafirishaji. Kufuatia kero hizo, waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda aliunda kamati ya kudumu itakayoshughulikia kero na changamoto mbalimbali za sekta ya usafirishaji kwa njia ya barabara. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katibu mkuu wizara ya kazi, ajira, vijana na walemavu Eric Shitindi, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati hiyo, ameelezea baadhi ya maazimio ya kamati hiyo. Vikao vya majadiliano ya wadau yamekamilishwa kuhusu swala la serikali kutoa tamko la kuweka viwango vya posho kwa madereva, imeafikiwa kwamba serikali haina mamlaka ya kisheria kutoa tamko kama inavyoombwa na madereva. Hivyo kamati imeagiza vyama vya wafanyakazi vitekeleze wajibu wake kisheria kwa kufanya majadiliano na vyama vya waajiri au mwajiri mmoja mmoja katika maeneo yao ya kazi ili kukubaliana viwango hivyo. Kwa upande wake, kaimu kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini Fortunatus Muslim amesema serikali itaboresha na kuondoa matuta ya barabarani yasiyo na viwango kwa mujibu wa kanuni za njia kuu Highway Code. hizo kanuni haziruhusu kabisa kuweka matuta kwenye njia kuu. Na ni kwa nini matuta haya yamekuwa yakiwekwa, nafikiri wengi wetu mnafahamu matuta yenyewe yalikuwa yakiwekwa kukitokea ajali e, watu wanafunga barabara. Naye mwenyekiti wa chama cha madereva nchini Tadu Shabani Mdemu amesema madai ya msingi bado yanafanyiwa kazi. sisi kama madereva, taarifa hii kwa kuwa ni awamu ya kwanza imetoka, lakini bado hatujalizi madai yetu ya msingi. Yalikuwa katika sehemu kuu tatu: kupata mkataba, kupata posho na shoti za mafuta ziangaliwe, namna gani hilo linashughulikiwa, lipo kwenye kamati kuu. Kamati ya kudumu ya kutatua kero na changamoto za sekta ya usafirishaji iliundwa na waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda kufuatia mgomo wa madereva nchini uliotokea tarehe tisa mwezi Aprili mwaka jana. Herie Shija TBC, Dar es Salaam.